Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imefanya ziara ya kutembelea na kutoa msaada wa chakula cha sikukuu kwa baadhi ya vituo vinavyojihusisha na kutoa huduma za kijamii, lengo ikiwa ni kuchagiza juhudi za Serikali kuhakikisha kila kundi linapata haki stahiki. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa ziara hiyo ya utoaji wa msaada, meneja wa TRA mkoa wa Tanga Thomas Masese akaeleza umuhimu wa kuisaidia jamii na kutoa wito kwa taasisi nyingine za serikali na zisizo za kiserikali kwa kuwakumbuka watoto wenye uhitaji na kuweza kuwasaidia kutatua baadhi ya changamoto zinazowakabili. Kwa jina anaitwa Thomas Masese, ni manager wa TRA Tanga. Leo tarehe 19 mwezi wa 4 2025, tumepita kwenye vituo vya watoto wenye mahitaji kuwapatia zawadi ya chakula kwa ajili ya kusherekea pa, sikukuu ya Pasaka hii ni, ka ni sehemu ya juhudi ya serikali ya kuhakikisha kwamba watoto wote katika mazingira mbalimbali waliopo wanaweza kupata kufurahia eh, sikukuu kama watoto wenzao wengine popote walipo. Natoa wito pia kwa taasisi zingine pamoja na watu binafsi, na kwamba ni vizuri katika shughuli zao waweze kukumbuka eh, watoto ambao kwenye mahitaji maalum hili katika nyakati tofauti tofauti, wakipata nafasi wao wanapita kwa ajili ya kuwasalimia, lakini pia kuna kuwasaidia ya baadhi ya mahitaji ambayo yatakuwa ndani ya uwezo wao. Asante sana. Ziara hiyo imefika katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Kituo cha Nyumba ya Furaha kilichopo Raskazoni, Goodwill Children, Shule ya Msingi Pongwe ambapo baadhi ya wasimamizi wa vituo hivyo wakatoa shukrani zao kwa mamlaka ya mapato TRA kwa kuwaunga mkono katika kipindi hiki cha sikukuu ya Pasaka. Kwa majina anaitwa Sista Irini Kafuka, ni sista mlezi wa watoto wanaolelewa kwenye makao ya nyumba ya furaha. Ninawakilisha, nina masista wenzangu na uongozi kwa ujumla wa kituo chetu cha nyumba ya furaha. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wa ofisi ya TRA. Tunashukuru kwa kuthamini huduma tunayoifanya. Tunashukuru kwa wema wao ambao wametuonyesha, tunasema ni asante. Tunawaahidi tutawaombea, na wale wote ambao wanatazama muda huu ambao wanaguswa kwa namna moja au nyingine, kama walivyoguswa hawa, basi tunamwomba Mungu azidi kuangaza, azidi kuwaonyesha namna ile inayompendeza Mungu ya kuweza kuungana pamoja nasi. Tunaamini wameona kwamba watoto wetu wanaelekea kwenye sikukuu ya Pasaka, tunapokumbuka kufufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo. Tunafurahia kwa kupokea zawadi, tumeletewa nyama ya mbuzi, tumeletewa mchele na mafuta ya kupikia. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Basi kwa yoyote yule ambaye ataguswa ataguswa na huduma tunayoifanya tunamkaribisha, kwa namna moja au nyingine. Hatuangalia amebeba nini, tunaangalia nia ya yake njema kwa ajili ya kuja kutunga mkono. Kwa jina inaitwa Mr. Ilarusi, ni mkurugenzi wa taasisi ya Goodwill and Human Foundation ambapo kituo hichi cha Goodwill Children home kiko chini ya taasisi ya Goodwill and Human Foundation. Natoa shukurani, shukurani vile kwa Mwenyezi Mungu, natoa shukurani vile kwa shirika la TRA kwa kuweza siku ya leo kuja kushiriki na watoto kwa sikukuu ya Pasaka. Kwa niaba ya watoto naombea umbe, na heri taasisi hii ya serikali ya TRA, na vile vile natoa wito kwa jamii kulipa kodi kwa hiari kwa kuwa shirika hili linajali jamii najali watoto wanapitia mazingira hatarishi. Kwa kufikia hapo, nasema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Natoa wito kwa taasisi zote za kiserikali na ambazo za kiraia kwa kuweza kuwajali watoto wapitia mazingira hatarishi, kwani jukumu hili ni jukumu la wote sisi, kwani mwanao wa leo ni yatima wa kesho. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Mkoa wa Tanga imekuwa ikishiriki katika shughuli za kurudisha kwa jamii na kutoa msaada kwa watu wenye uhitaji kwa kutambua mchango wao katika maendeleo endelevu na kuweka usawa kwa watu wote. Salma Hassan, Tanga TV Online.